Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki, sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Kuna hizi picha ambazo girlfriend wa Beka Flavor Happy amezishare kwenye peji yake ya Instagram hapa akiwa na msanii Rhino The Don kutoka nchini Marekani. huyu Eh, jamaa ana asili hapa Tanzania na ameandika kwenye caption kwamba captain of my soul, akimaanisha kwamba nahodha wa moyo wake ama roho yake. Sasa watu wengi wamekuja na maswali mengi sana hapa, kwa sababu hakuna taarifa zozote za Beka Flavor na girlfriend wake kugombana, ingawa wao kuachana imekuwa inatokea mara nyingi sana. Muda mwingine hata bila taarifa tu unakuta wako pamoja, kila mtu yuko na maisha yake. So pengine ndio hicho ambacho kimetokea, na sasa hivi labda Happy ameingia kwenye mahusiano na Rhino The Don, that's why amekuwa na hii jeuri ya kupost picha kwenye page yake ya Instagram. And by the way wamecollaborate ukienda e, pia kwenye page ya Rhino The Don utakutana na hizi picha zikiwa na hiyo caption. E, asilimia kubwa watu wengi kwenye sehemu ya comments wamekuja wanashangaa. mfano mzuri bwana so kuna watu ambao wanafikiri ni kazi. Mwingine ameandika ha, sijapenda kwa kweli. Mwingine kaandika captain of my soul, ameweka kama question mark, anauliza. Wengine wana mtag Beka Flavor na nini Beka. Uh, kwenye peji yake hajaandika chochote kile uh, ila ndo hivyo, asilimia kubwa mashabiki ambao wamepita uh, kwenye uh, peji hii uh, ya Happy na kuona hizi picha, wengi wanaongea hicho ambacho nimekwambia, wengine kwa comment nilitaka kushangaa Beka kawa mrefu ghafla, na baadhi ya watu wengine wengi sana. So sijui kama ni kazi itakuja kufahamika, lakini uh, hicho ndicho ambacho sasa hivi ukienda kwenye peji zao utakutana nacho, kwa maana ya hizi picha ambazo zimepigwa wakiwa kwenye mapozi haya ya kimahaba, na nafikiri tutakuja kuyafahamu hayo baadaye kama ni kazi ama it's a new couple in town. Niambie kwenye sehemu ya comments hapo una mtazamo gani? Lakini pia nikukumbushe ku-subscribe hapa SnS kwa taarifa nyingine kila wakati.